Jinsi barabara ya Mandela yenye njia nane itakavyopunguza msongamano katika bandari ya Dar es Salaam. Serikali imeanza utekelezaji wa mradi mkubwa wa ujenzi wa barabara ya Mandela yenye njia nane, hatua ambayo inatarajiwa sana kubadilisha muonekano wa usafiri kati ya jiji la Dar es Salaam na bandari kuu ya Tanzania. Mradi huu wa miundombinu unaonekana kuwa moja ya mikakati mikubwa ya serikali ya kupunguza msongamano wa magari, kuimarisha uchumi wa mji na kukidhi hitaji la usafirishaji haraka wa mizigo na abiria. Ujenzi wa barabara hii mpya umepangwa kwa mtazamo wa kisasa wa miundombinu ya usafiri ili kurahisisha usafiri wa watu na bidhaa. Barabara ya Mandela yenye njia nane inategemewa kupunguza msongamano uliokuwepo kwa miaka mingi kwenye barabara ya Makumbusho bandari ambako magari ya mizigo mara nyingi yana mwendo wa haraka na kuzuia mwendo wa magari ya kawaida. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali waliohusika na mradi, barabara hii kubwa itajengwa kwa kiwango cha kimataifa huku ikizingatia mahitaji ya trafiki ya sasa na hatima ya mji wa Dar es Salaam kama kitovu cha biashara na usafiri wa bidhaa ndani na nje ya nchi. Mradi huo unalenga kutatua tatizo la bottleneck ambalo limekuwa likijitokeza kwa miongo kadhaa kati ya jiji na bandari na kusababisha ucheleweshaji wa malori, gharama kubwa za usafirishaji na usumbufu kwa madereva na watumiaji wa barabara. Muundo wa barabara ya Mandela yenye njia nane. Barabara mpya itakuwa na njia nane za kusafirisha magari mawili kwa kila upande, pamoja na barabara za pembeni kwa magari nyepesi, baiskeli na watembea kwa miguu. Mfumo huu wa njia nyingi utakamilisha uzinduzi wa miundombinu ya kisasa na kuifanya barabara iweze kubeba foleni kubwa ya magari bila kusumbua mwendo wa magari mengine. Aidha, barabara itajumuisha viunganishi vya kisasa vya kuvuka barabara, mabafu ya maji, taa za barabarani za aina ya LED na mfumo wa kisasa wa makontena ya trafiki ili kuhakikisha mwendo wa magari unaendeshwa kwa ufanisi. mradikia utajumuisha mabaki ya ulinzi wa barabara kwa watembea kwa miguu na baiskeli, jambo litakalosaidia kupunguza ajali na kutoa usalama zaidi kwa watumiaji wa barabara. Faida kuu kwa uchumi na waendeshaji. Wataalamu wa usafiri na uchumi wanasema kuwa utekelezaji wa barabara ya Mandela itapelekea mabadiliko makubwa ya ustawi wa uchumi wa jiji la Dar es Salaam. Kwa kuwa barabara hiyo inahusiana moja kwa moja na bandari kuu ya nchi, itarahisisha uingizaji na uondoshaji wa mizigo kwa kasi kubwa zaidi hivyo kupunguza gharama za usafirishaji, kuongeza ushindani wa biashara na kuvutia uwekezaji. Kwa upande wa madereva, wagonjwa na abiria wa kawaida, barabara hiyo inatarajiwa kupunguza muda wa safari, haswa kwa watumiaji wanaosafiri kila siku kati ya maeneo ya kazi, masoko, shule na vituo vya biashara. Wanaharakati wa usafiri wanasema kwamba barabara mpya itatoa njia mbadala ya haraka ikilinganishwa na barabara zilizokuwepo ambazo mara nyingi zimejaa foleni, hasa wakati wa msongamano wakati wa mchana na jioni. Changamoto na ushirika wa sekta binafsi: ingawa faida za barabara ya Mandela ni nyingi, baadhi ya wachambuzi wanasema kuwa utekelezaji wake pia unahitaji kushirikisha sekta binafsi kupitia mikataba ya ubia au uwekezaji wa pamoja ili kuhakikisha kuwa mradi unabaki endelevu. Hii ni kwa sababu miundombinu mikubwa ni kawaida ina gharama kubwa ya ujenzi na matengenezo. Maafisa wa serikali wanasema kuwa tayari kuna mipango ya kujenga ushirikiano na kampuni za kimataifa ili kupata uzoefu, teknolojia na fedha zinazohitajika kwa ujenzi wa barabara kama hii kubwa. Pia watafanyika mikutano ya ushauri kati ya viongozi wa serikali, wakandarasi wa kimataifa na wadau wa sekta binafsi ili kuhakikisha kuwa mradi unatekelezwa kwa ufanisi na kwa wakati unaokubalika. Mapendekezo ya serikali kwa waendeshaji na watumiaji wa barabara. Serikali imetoa wito kwa madereva na watumiaji wa barabara kufuata sheria za trafiki na kuwa na subra wakati wa kipindi cha ujenzi ili kuepuka ajali na usumbufu mkubwa. Aidha, madereva wanashauriwa kutumia njia mbadala wakati wa siku za kazi hasa wakati wa kazi za kitaalamu zinapofanyika. Barabara mpya pia itakuwa ni sehemu ya mpango mkubwa wa serikali wa kuimarisha mtandao wa barabara nchini unaolenga kuongeza miundombinu ya usafiri kwa mikoa na vijiji ili kufungua fursa za biashara na usafiri wa haraka kwa wananchi. Miaka iliyopita, msongamano kati ya Dar es Salaam na bandari kuu ya nchi umekuwa changamoto kubwa kwa biashara na usafiri. Hali hiyo ilipelekea serikali kutafuta mbinu za dumu za kukabiliana na foleni na hatimaye kuamua juu ya ujenzi wa barabara ya Mandela yenye njia nane. Mradi huu ni miongoni mwa mikakati mikubwa ya serikali katika kuboresha miundombinu ya nchi na kuhakikisha kuwa nchi ina mtandao wa barabara wenye uwezo wa kukidhi mahitaji ya watumiaji wa ndani na nje ya nchi. Baadhi ya majengo na miundombinu ya barabara iliyopo sasa itabadilishwa au kupanuliwa ili kurahisisha muundo wa barabara mpya na baadhi ya maeneo muhimu ya manispaa ya jiji la Dar es Salaam yataathirika ili kurahisisha muundo wa barabara mpya. Matokeo yanayotarajiwa kwa miaka michache inayokuja: baada ya barabara hiyo kukamilika, serikali inatarajia kuona uwekezaji mkubwa zaidi kutoka sekta binafsi na kimataifa kutokana na urahisi wa usafirishaji wa mizigo Mabadiliko makubwa ya muundo wa jiji kupitia usafiri wa haraka na watija, kupunguzwa gharama za usafirishaji kutokana na njia fupi na barabara yenye uwezo mkubwa wa kupitisha magari mengi kwa kasi, ongezeko la fursa za kazi kutokana na miradi ya maendeleo inayohusiana na miundombinu. Hitimisho: barabara ya Mandela yenye njia nane ni zaidi ya mradi wa ujenzi wa barabara, ni kipaumbele cha taifa chenye uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi, kijamii na kiutendaji nchini Tanzania. Mradi huu utakapokamilika, bei ya usafirishaji itapungua, msongamano utapungua na uwezo wa usafiri wa mizigo na abiria utakuwa sambamba na ukuaji wa taifa. Kwa Watanzania wengi, utekelezaji wa mradi huu ni dalili ya maendeleo endelevu na uchumi unaoweza kukua kwa kasi.